Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho na mabadiliko ya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, viongozi waliohamishwa na walioteuliwa ni kama ifuatavyo: uhamisho wakuu wa mikoa. Mheshimiwa Kenan Laban Kihongosi amehamishwa kutoka mkoa wa Simiyu kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na Mheshimiwa ana Mringi Macha amehamishwa kutoka mkoa wa Shinyanga kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Uteuzi wa kuwa mikoa, balozi Simon Nyankoro Siro ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Denis James ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, tatu, Mheshimiwa Mboni Muhamed Muhita ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Beno Morris Malisa ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, na mheshimiwa Jaber Omar Makame ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Uteuzi wa makatibu wakuu kuu, bi Agnes Mena ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa wizara ya Mifugo na Uvuvi. d uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa, bwana Rashid Kasim Mchata amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Tanga. Bi Pili Hassan mnyema amehamishwa kutoka mkoa wa tanga kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa pwani. i uteuzi wa makatibu tawala wa mikoa bwana abdul rajab mhinte ameteuliwa kuwa katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam, na Dr frank hawasi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Songwe. f hamisho wa naibu katibu mkuu, Dr hussein muhamed omar amehamishwa kutoka wizara ya kilimo kwenda kuwa naibu katibu mkuu wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. ji ni uteuzi wa naibu makatibu wakuu, Profesa Peter Lawrence Makenga Msofe ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Mhandisi Othman Juma Kilundumnya ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wizara ya kilimo anayeshoghulikia masuala ya maendeleo ya, ya mazao na usalama wa chakula. Uhamisho wa wakuu wa wilaya. Mheshimiwa Solomon Jonas Itunda amehamishwa kutoka wilaya ya Songwe kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Mbeya. Mheshimiwa Jafar Kabecha Magamba amehamishwa kutoka wilaya ya Handeni kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Geiro. Na Mheshimiwa Amiri Muhamed Mkalipa amehamishwa kutoka wilaya ya Romero kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Ilemela. Uteuzi wa wakuu wa wilaya: Bwana Estomin Mwatuyobe Kyando ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Bwana Ayub Yasin Sabamile ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mheza. Bi Tekla Mkuchika ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Bi Agnelina Marco Lubela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Serengeti. Bwana Maulid Hassani Doto ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero. Birukia Ali Zuberi ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga. Bwana Mwinyi Ahmed Mwinyi ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Romero. Bwana Jubilete Win Lauo ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Magu. Bimikaya Tumaini Dalmia ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigoma. Bwana Thomas Mandrid Miinga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Sikonge. Bi Gloriana Julius Kimati ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Munduli. Bi Upendo Beti Wela ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tabura. Bwana Denis Gervas Masanja ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru. Bwana Fadhili Emmanuel Nkuru ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Bwana Benjamin Samuel Sita ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa. Bwana Salum Nyamwese ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Handeni na Bwana Frank John Mkinda ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kahama. Uteuzi wa makatibu tawala wa wilaya. Bi Mwanamwaya Kombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mkinga. Bwana Kasim Salum Kirondomara ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Biharamulo. Bwana Tobias Abwaro ameteuliwa kuwa katibu tawala wilaya ya Babati. Bwana As, Asikritus Mumena Egaruk ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Meatu. Binyakaji Etanga Mashauri ameteuliwa kuwa katibu tawala wilaya wa wilaya ya Kilombelo. Bwana Mustafa Ayubu Kimomwe ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Rufiji. Bwana Milama Masiko ameteuliwa kuwa katibu tawala, katibu tawala wa wilaya ya Serengeti. Bwana Mwampalika Mfaume Mwampalika ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mwanga. Bwana Richard Jackson Mwaringo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mtwara. Bwana Zuberi Saidi Zuberi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Magu. Bi Angela Herimono ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Tanga. Bi Meraji Gambe ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Same. Bisabina Stalin Mojeka ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Momba. Bwana Sostenes Chikupanyuka ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kalihua. Bwana Adestino Ngwelino Mwilinge ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mbogwe. Uhamisho wa ukurugenzi wa utendaji wa halmashauri. Bwana Justice Laurent Kijazi amehamishwa kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Na bwana Ziana Mfaume Mlawa amehamishwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Bahi kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Uteuzi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri: bwana Raymond Mweli ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Bi Adelina Enok Mfikwa ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Bwana Idi Ali Ndabona ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Bariadi. Bwana Hamis Hamidu Idi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Busega. Bwana Marami Seif ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nzega. Bi Waho Nkisi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Meatu. Bi Zainab Salum Mgomi ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Nanyamba. Dr John Marco Pima ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Bi Albina William Mtumbuka ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bahi. Bwana Paulo Francis Feti ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mvumelo. Bwana Shaban Kabera ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua na bwana Vincent Agostino Mbua ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ukelewe. Uteuzi wa wakuu wa taasisi: mhandisi Machibia Masanja ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC. Uapisho wa wakuu wa mikoa, katibu mkuu, katibu tawala, katibu tawala wa mikoa na naibu makatibu wakuu wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Taarifa hii imetolewa na Sherifa B. Nyanga, mkurugenzi wa mawasiliano ya rais, Kuru. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni Shekhani Mzaina.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 tz at gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.